Zaidi ya abiria 40 waliokuwa wakisafiri kutoka jijini Mbeya kuelekea Dar es Salaam walikwama katika eneo la Nsalaga kwa zaidi ya saa kumi, hali iliyosababisha usumbufu mkubwa. Baadhi ya abiria walieleza hisia zao kuhusu tukio hilo. Majira ya saa tatu gari likaondoka, hadara ya kuondoka ni kama hatua kumi na tano ikaingizwa sheri, alafu gari halikuondoka wakasema tumegundua kuna tatizo la gari. Tukaona watu wengine wanakuja na, na spana wanasema gari limekuwa na tatizo, wakaanza matengenezo ya gari kuanzia saa tatu mpaka saa nane jana usiku. Unaona gari limekuwa toka saa tatu, tudanganya madereva kwa kweli, sio kweli. Tunachotakiwa saizi wanakuondoka na gari lao wafanyie pake, labda tumefika Mikumi huko wapi metokea mambo mengine, lakini tunashukuru Mungu. Mungu ajituonesha mapema, gari sio salama. mimi natokea nani, Isanga, naenda Dar es Salaam, gari maanake bovu, igoma, akatupeleka kule mbele kule karibu na mlima nyoka, kwa huko ndio akasimamisha, akasema ninachukua mafuta kwa upande wake, afisa mfawidhi wa LATRA mkoa wa Mbeya, injinia Shabani Mdende, amesema mamlaka hiyo imechukua hatua kuhakikisha abiria hao wanaendelea na safari yao bila matatizo, huku hatua zaidi za kisheria zikichukuliwa dhidi ya wahusika sabini na sita e, DSY e, ambalo ilikuwa limekata tiketi kwa ajili ya abiria kuwapeleka Dar es Salaam kwa limeshindwa kufanya safari hiyo. Lakini zaidi ya yote hiyo, gari la leseni yake ilikuwa imeisha, na tukakagua pia tukaangalia kifaa cha kutuma mwenendo wa, wa, wa, wa utendaji wa gari kilikuwa hakifanyi kazi e, gari hiyo pia ilikuwa imekata tiketi za, za, za mkono kwa hiyo e, ilikuwa na makosa mengi na baada ya hapo, hatua ya kwanza kabisa tulifanya jitihada ya kumtafuta mmiliki ili tuweze kumpa wajibu wa kuhakikisha kwamba anahudumia wale abiria ili waweze kuendelea na safari. Bahati mbaya sana hakutoa ushirikiano kupokea simu, ingawa simu ilikuwa inapatikana. Tukafanya taratibu za mawasiliano e, na afisa wa polisi wakatafuta gari ambayo imefaulisha abiria, na hivi tunavyozungumza hawa abiria tayari wameshaondoka na wameendelea na safari. Tulichofanya, tumekusanya tiketi zao na tumechukua orodha ya majina yao, namba za simu na kiasi cha nauli ambacho kila mmoja amelipia e, kwa maana kwamba tutafanya mawasiliano sasa na mmiliki, atakapokuja tutampa sasa wajibu wa kuhakikisha kwamba analipa e, gharama e, zile za abiria ambao sasa e, kimsingi walipaswa wapewe huduma ya malazi na huduma ya chakula. Nikiripoti kutoka Mbeya, mimi ni Samwel Mpogole.